ya Nyeri kuelekea kaunti ya Nairobi. Sasa imeniweka katika kaunti ya Nairobi, nampata. Rais William Ruto amesema kuwa mpango wa Nyota sio chombo cha kujinadi kwa vijana kisiasa ila unalenga kuwawezesha vijana humu nchini. Rais ambaye alizungumza katika hafla ya mpango huo wa Nyota katika uwanja wa Kasarani ameweka wazi kuwa mipango ya maendeleo inayotekelezwa nchini in si kwa ajili ya kujijenga kisiasa, kinyume na madai kwamba serikali yake inapania kujijenga binafsi badala ya kujenga taifa. Aidha, amewasuta viongozi wa upinzani kwa kusema kuwa ufadhili anaotoa hauwezi kutosha kuwasaidia wananchi. Fred Wambua anaarifu. Rais William Ruto anaendeleza mpango wa kutoa ufadhili wa Nyota katika kaunti mbalimbali, leo hii akikutana na vijana kutoka kaunti ya Nairobi. Rais Ruto akisema kuwa mpango huu sio wa siasa, bali ni wa kuwawezesha vijana na wala hauangazii kabila, chama cha kisiasa au merengo, bali ni wa kuwakuza vijana kibiashara, kujiendeleza kimaisha. Hii program si program ya siasa. Hii program ni ya biashara. Ni mnanielewa? Kuna mtu hapa ameulizwa, wewe ni wachama gani ndio ingie kwa hii program? Kwa ile maswali ilikuweko hapo, muliambiwa, What is your political party? Muliambiwa kama wewe ni wa no term? Muliulizwa kama wewe ni wa one term? Uliulizwa kama wewe ni wa two term? Uliulizwa kama wewe ni wa long term? <laughs> Tunaelewana? mimi nimesema hivi kuna siku tutapangana mambo ya siasa na hiyo iko na siku yake, itatangazwa na IEBC. Kwa sasa tuko na kazi ya kufanya. Rais William Ruto akiwasuta viongozi wa upinzani wanaosema kuwa pesa anazotoa ni kidogo, akisema kuwa wengi wao ni mabonyenye na wala hawajui uchungu na ugumu wa kimaisha wanaopitia wananchi wa kawaida. Ati kuna majamaa wanasema ati 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka niwaeleze wale majamaa, poleni, hamuelewi kwa sababu pengine nyinyi hamjakaa mahali hawa watu wamekaa. Kuna watu wakipata 20,000 watabadilisha hii dunia. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Wewe ambaye uko na milioni, please usituonyeshe madharau. Wewe relax na milioni yako, wacha mimi nipambane na hawa jamaa.

Aida, amesema kuwa kwa mara nyingi mipango inayofanywa na serikali inaangazia siasa na chaguzi zinazokuja, kinyume na yake ambayo ni kulikuza taifa, matamshi yaliyoungwa mkono na viongozi kadhaa. We have more than 46 firms, business, development firms spread out across the country with experts in business skilling, ambao watawasaidia na kuwafanyia linkage. <laughs> Fredrick Omboa, Undugu TV.